Tayari tumewasili hapa, ni nje ya uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Tumekuja kushuhudia mchezo wa kihistoria kati ya Dar es Salaam Young Africans ambao ni wenyeji kwenye dimba hili, wamechagua uwanja wao wa New Amani Complex kuwa ni uwanja wao wa nyumbani. Leo hapa wana kibarua kizito na kigumu kweli kweli dhidi ya timu kutoka pale nchini Morocco FAR Rabat ambao wanacheza nao mchezo wao wa kwanza wa kombe la klabu bingwa barani Afrika mchezo wa hatua ya makundi. Itakuwaje? Dakika tisini za nguvu na jasho ndizo ambazo tunazisubiria hapa, timu nzima ya D&A TV, kwa sababu tumetoka umbali mrefu sana, tumevuka maji kutoka bara, tumekuja hapa visiwani Zanzibar kuja kushuhudia mchezo huu wa kihistoria. Hii itakuwaje? Dakika tisini ndizo ambazo tunazisubiria kwa hamu. Kama ambavyo nimekujuza tayari, muda huu mashabiki washaanza kujitokeza tokeza, na mageti tayari yameshafunguliwa kwa ajili ya kuhakikisha mashabiki wa Young Africans wanaingia mapema kukaa kwa utulivu, kuja kushuhudia mchezo huo. Itakuwaje? Mimi ni mzee wa mida langu jina, na shukrani sana Director Jovano kwa kuzingatia kila kitu kinakuwa sawa leo hapa. Simulizi zote za taarifa zote za kimichezo kabla ya mchezo na baada ya mchezo unazipata hapa visiwani Zanzibar. Endelea kushikilia D&A TV kama bado jamaa na familia wetu subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ili taarifa zote kutoka hapa visiwani Zanzibar utakuwa unazipata hapa. Endelea pia kutufuata kupitia kwa sehemu Instagram pale. Ukiandika D&A TV utaenjoy taarifa zote za kimichezo. Kunako page yetu ya Instagram. Enjoy madini kutoka visiwani Zanzibar. Sisi bado tuko hapa. Bado tuko sana visiwani Zanzibar. Zanzibar ni pazuri, anayetaka na aje. Yeah.